Jina langu naitwa MC Dogodogo, mrembo wa Kusini. Mimi ndio kungwi wa Afrika, na leo ndio tena nakuletea hadithi, hadithi nzuri kabisa. Hadithi yenye masikitiko, hadithi yenye raha, hadithi yenye uzuni, hadithi yenye kufundisha, hadithi yenye kuchangamsha. Basi na naomba uniazime sikio lako usikie simulizi yangu leo nzuri ya hadithi. Hadithi, hadithi. Hadithi njoo uongo njoo utamkolea. Hapo zamani za kale kulitokea mama mmoja, baba mmoja, watoto saba. Mama huyu alikuwa ana tabia ya kufuatilizia mila za kwao. Baba huyu alikuwa ana tabia ya kufuatilizia mila za kwao. Lakini mama ndani ya nyumba ana nguvu. Kwa sababu baba yeye akitoka asubuhi anaenda kwenye shughuli zake, lakini mama ndio anabaki na watoto na familia. Lakini siku moja walienda kuchanja kuni polini. Walivyoenda kuchanja kuni wakamkuta ndege mzuri, ana rangi nzuri, ana mdomo mzuri kama wakasuku. Watoto kwambia, mama tumchukue huyu ndege. Yule mama akasema, hivi huyu ndege ni kinda, siwezi kumchukua hmm. Sawa, mama, huyu ndege ni kinda lakini tutamlea. Kasema mwezi kumlea nyinyi wenyewe, watoto mnalelewa na huyu ndege ana mama yake eh? Kumbe ndege ana mama yake eh? Mama, basi tumempenda rangi zake tumchukue. Wakasema mkimchukua mama yake akirudi hata mtafuta. Hata nyinyi mkienda kucheza mimi pia nawatafuta, najua mmepotea. Je, mkimchukua huyu ndege mama yake atamtafuta. Akasema ha, basi mama, lakini tumchukue tutacheza naye. Mama yule akahangaika akasema, uh, "Acha tu tumchukue basa, tuchanje kuni, halafu turudi kwenye kitundu tumchukue." Hai. Akachanja kuni na watoto zake yule mama akarudi nyumbani. Walivorudi nyumbani, wakamkuta baba amerudi. Akaambia, "Mbona mmechelewesha chakula?" Sio, ni wazee wa zamani walikuwa wake zao wanasikiliza sana waume zao. Kama yule akambia, samani, mume wangu, leo tulikwenda na watoto shamba kuchanja kuni, lakini watoto walikuwa wanangania tu mkamate ndege turudi naye. Kwa hiyo ule muda tunamtafuta yule ndege tumkamate, ndio tumepoteza muda kwa kurudi nyumbani. Kumbe yule ndege alikuwa maeneo yale yale ambao wanachanja kuni, ila mama kwa ajili ya kutetea mume wake asimpige lazima wasingizie watoto mone, no, no. Na watoto nao wakiambiwa jambo huwa wanatulia wanawasikiliza wazazi Je, yeah, watoto wa sasa hivi mnawasikiliza wazazi wenu? Kama watoto wa zamani walivyokuwa nasikiliza wazazi wao, watoto wa siku hizi wangesema aka muongo muongo, mama ye mwenye alikuwa anachelewa kuchanja kuni. Lakini watoto wa zamani walinyamaza kimya, wanamsikiliza baba na mama, basi baba akaridhika tokana kauli ya mke wake aliyomwambia kwamba tulichelewa, watoto walikuwa wanamtaka ndege kuja naye nyumbani, na kama unavyojua mume wangu, ndege anaruka. Alituliona kitundu kitundu, kile kikatuchanganya. Baada ya kuchanja kuni, kikatuchanganya kile kitundu, wakati tunamtafuta sasa kile kitundu cha ndege, turudi naye huko nyumbani, ndio tulipochelewa mpaka huyo nde, nani, muda ukapita. Mume wangu naomba unisamehe sana, mume wangu. Basi yule mama akaingia jikoni akapika chakula tayari, watoto wako nje wanacheza na yule ndege. Lakini ilipofika muda wa saa 12, yule ndege mkubwa sasa akaja kutafuta wale watoto wake, maana ndege anataga mayai mawili na anazaa vitoto hivyo viwili, vinajikongotoa vinakuwa, na vikisha, vinalishwa na mama yao, na vikisha kuwa vinaruka vikiruka vile vitoto, basi mama ana, ana, anatembea tembea navyo kidogo, alafu baadaye anaviacha. Basi wakaona ndege mkubwa amekuja nyumbani kwao, watoto wanamwita mama, mama, ndege kaja. Wakaja hm, tena mbona hakuna asiri ya kuja ndege nyumbani kwetu? Mama, mama, njoo, ndege likubwa limekuja, ninatafuta vitoto vyake watoto walivyomwona vile, wakachukua kile kitundu cha ndege na watoto wa ndege wakawaingiza ndani. Yule ndege akazunguka analia ile milio ya ndege, chwe chwe chwe, labda watoto wake watamjibu. Vitoto vinamjibu lakini vikiwa ndani, yule ndege kule nje asikii vitoto vinamjibu. Ndege yule analia chwe chwe chwe, labda watoto wangu wataitikia. Hapa anatafuta ndege, anahangaika. Ina maana wakati wale watoto wanabeba kile kitundu, yule ndege aliwaona kwamba wale wanabeba vile vitundu, kuna watoto wangu. Kwa hiyo akafata, mpaka akajua kwamba nyumba hii ndio vimeingizwa vitoto vyangu. Kwa hiyo anaenda pale kutia sauti zake ili wale watoto wa ndege wamjibu mama yao kwamba wapo ndani ya ile nyumba. Basi yule ndege akawa anakaa pale pale. Sasa yule baba na mama walilima shamba lao kubwa, walipanda mpunga naona mpunga wakati mdogo unakuwa, mvua zinanyesha, mpunga unakuwa. Basi ule ndege anaenda nazuru, lakini kifika muda jioni, anarudi pale katika ule mji kuangalia vitoto vyake vinaendeleaje, viko wapi, kija analia na wale watoto nao. Kimuona tu yule ndege kaja, wanajua kaja kutunyang'anya vitoto, wanakimbiza ndani. Sasa siku hiyo amepita jirani, ame, amemkuta baba amerudi kazini kwake, yuko pale kazi. Za zamani ni kilimo tu. Basi wakamkuta Umerudi, bwana mzee, shamba eh? Nimerudi bwana, niko hapa nacheza cheza na wanangu. Haya. Basi bwana mzee, mimi napita kwenda. Yule ndege vu oh, akali okay. Sabi, kuna huyu ndege hana tabia kukaa katika nyumba za binadamu. Wewe amekujaje hapa? Akasema, bwana, mimi sielewi kama hapa amekujaje. Ila ndo namuona leo, vile vitoto vinamjibu yule babu, anakujaga kila siku, anakujaga hapa. Aha, sawa. Yule mzee akamwambia yule baba anawauliza watoto, kwa nini huyu ndege anakuja hapa? Mmemfanya nini? Mbona huyu baba anasema hana tabia kuja kwenye nyumba za binadamu, huwa anakaa polini? Anatokea yule mtoto anamjibu, sisi tumechukua vitoto vya ndege, tumekuja navyo, ndio maana huyu ndege anatufuata leo. Ana siku ya tatu anakuja hapa. Yule baba akasema, kwa nini umechukua watoto wa ndege wakati na nyinyi mkiwa watoto? Je, kama nyinyi mkichukuliwa mama yenu atakubali? Ndio maana hata huyu ndege hawezi kuja hapa, ana, kuna kitu anataka. Basi mpeni ndege wake. Wale watoto wanasema hapana, baba, sisi hawa ndege tumewazoea mwazoea Eh hey, baba tu mwazoea, tunacheza nao, tukichoka tunaweka ndani, tunacheza tunachoambiwa. Mama akitutuma tunafanya anachotutuma mama, tukimaliza tunakaa, tunacheza na watoto wa ndege, hatuwaachi vitoto vinaendelea kukua wana, wana kifika muda wa chakula wanawalisha ndege, wanawapa maji, wanaweka kwenye tundu lao. Hivyo sasa nimefikia mpunga kule shamba unachanua. Kuna jirani akaja, mama mtumwa, mama mtumwa, abe, leo nimepita shamba, mama mtumwa mpunga umeanza kuchanua. Haya, nasubiri basi wiki ukianza kuzamiza tu, nitaenda kuulinda. Haya basi. Kumbe yule mama alikuwa mjamzito, mtoto wa nane huyo anakuja. Basi katika ujauzito wake ukawa unamkatalia kwenda safari ya mbali, kwenda kushinda shamba, unamchosha. Basi anawatuma wale watoto, wale watoto wakienda kule shamba, wanaenda na wale ndege wakienda na wale ndege wanawaweka, wanacheza cheza nao. Yule ndege akija anaangalia watoto huko hawaoni, ana zunguka zunguka, haoni. Akaona hapana. Mmm, nitawatafuta watoto. Akaja kesho asubuhi akakaa juu ya mti kimya, anaangalia watoto wamebeba kitundu cha ndege wanakwenda shamba watoto. Akienda ndege anaenda juu, watoto akienda ndege anaruka anawafata mpaka watoto wamefika shamba, kuna kibanda chao cha kulindia ndege. Yule ndege akaenda mpaka juu wale watoto walivyofika pale, wale ndege wakawaficha ndani ya kibanda kule. Ndege akikaa juu ya kibanda hapa, haoni watoto wake wamekwaa kwenye tundu gani. Anaiba pale juu, ni watoto mnalinda nini? Ni watoto mnalinda nini? Wale watoto wanaitikia, tunalinda ndege, tunalinda ndege, we ndege, tunalinda ndege. Ndege wa nani? Ndege wa nani? Ndege wa nani? Ndege wa watu, ndege wa watu, we ndege, ndege wa watu. <coughs> Huyu ndege mbona anaimba? Anarudia tena, ni watoto mnalinda nini? Ni watoto mnalinda nini? Tunalinda ndege, tunalinda ndege, we ndege, tunalinda ndege. Ndege wanakula nini? Ndege wanakula nini? Wanakula mpunga, wanakula mpunga, we ndege, wanakula mpunga. Wanachukua mawe, wanarusha ule ndege, anakimbia ule ndege. Akikimbia anaona nikikimbia, nikiondoka una nani, watoto wangu, nitawapataje? Akasema hapa leo usiondoki. Amerudi tena, niatoto nalinda nini, nwatoto nnalinda nini? Tunalinda ndege, tunalinda ndege we, tuna ndege, tunalinda ndege. Ndege wa nani, ndege wa nani? Ndege wa watu, ndege wa watu we, ndege, ndege wa watu Ndege wanakula nini? ndege wanakula nini? wanakula mpunga, wanakula mpunga, ndege wanakula mpunga. Akamwiba mtoto, akaruka naye. hey, hey. watoto wale wanalia, ndugu yetu, ndugu yetu. Zamani wanaita wana wanaita nkunga, wanapiga kelele ndio tunasema nkunga. sio kule kwetu Morogoro tunaita ng'ondo, anapiga ng'ondo, ng'ondo ule wazetu zamani wanaita mbiu, wanapiga mbiu mbiu, watu wanakuja vipi? Yule ndege kamchukua ndugu yetu, kaondoka naye na alivyomchukua yule mtoto, akaenda akamficha. Baada ya kumficha, wale watoto wakatoka pale nyumbani, wakaacha kile kitundu pale, mbio wakarudi nyumbani. Umefika kwa mamao mtuta, mamao, mamao kachoka, wamemdandia mamao. Mama vipi, mwenzetu kachukuliwa hata haiwezekani! Mwenzetu kachukuliwa? Ndio, mwenzetu kachukuliwa, kachukuliwa kachukuliwa na nani? Ndege yule kaja, kambeba, karuka naye. Yule mama chini akaanguka, akafatwa mme wake huko alipokuwa kazini kwake, karudi, kamkuta mama hoi, eh. Wanampepea mama pale, vipi, wanapiga ngunga pale, mtoto kachukuliwa na ndege. Wakafatilizia watu wao wa zamani, wakamfuata ule mtoto hawakumuona. Kesho wakaenda tena wale watoto shamba, lakini wameambiwa wakae katika hali ya ya hatari, yaani ya hali ya kuogopa. Wakae pale kwenye kibanda, yaani isijulikane kwamba kuna mtu ambaye au kuna kitu ambacho kinakuja kula ndege au kuchukua binadamu kuondoka naye. Basi yule mama alivyokuja pale, aka wazee wakajificha pembeni wakajificha pembeni ya shamba la mpunga yule ndege akazunguka, akazunguka, akazunguka akarudi tena pale. Alivyorudi tena pale, akaanza tena kuimba, ni watoto mnalinda nini? Ni watoto mnalinda nini? tunalinda ndege, tunalinda ndege, we ndege, tunalinda ndege. Ndege wa nani? Ndege wa nani? ndege wa watu, ndege wa watu, we ndege, ndege wa watu. Ndege wanakula nini ndigo wanakula nini? wanakula mpunga wanakula mpunga, we ndege wanakula mpunga. Watoto wale wakachukuzana wote wakaingia kwenye kibanda, yule ndege akauliza tena Watoto mnalinda nini? Watoto mnalinda nini? Tunalinda ndege, tunalinda ndege. We ndege, ndege, tunalinda ndege, ndege wanani? Ndege wanani? Ndege wa watu, ndege wa watu, wa watu. Ndege ndege ndege wanakula wa nini? Ndege wanakula nini? wanakula nini? Wanakula mpunga, wanakula mpunga. We ndege, wanakula mpunga. Ule ndege akashukuua kaingia mle kwenye kibanda, kamchua mtoto anakimbia naye watu wa. Kafika pale huyu akampiga huko akamwacha yule mtoto, akakimbia. Yule ndege akaruka akakimbia, wale watu wakamchukua yule mtoto alochukua ndege, wakamwangalia, labda amemchoma choma sehemu, akamkwangua kwangua na kucha zake. Maana yake ndege anapotaka kuchukua kitu anakibeba na kucha analuka naye kwa nguvu zote, ilimradi alipize kisasi, kwanini wale watoto wamechukua ndege wake. basi hu walivyoona vile, wakasema basi, kuanzia leo hapa shambani watoto hapafai kuja kulinda watoto. Maana huyu ndege ana nguvu za ajabu, anachukua hadi mtoto, mtu anaondoka naye. Kwa hiyo huyu ndege ana nguvu za ajabu. Basi waliporudi nyumbani wale wakubwa wakaita mkutano, wakapiga mbiu za mgambo, wakapiga kile kinini cha zamani, kile kinaitwa kina kimuhuna kinapigwa kile kina, watu wakisikia hicho tu, wanajua nyumbani kwa mfalme au nyumbani kwa chifu au nyumbani kwa mganga wa mila, wanaitana. Basi walipofika pale, wakasema, jamani, leo tumeshuhudia kuona maajabu tena maajabu makubwa. Leo ndege alikuwa anamchukua mtoto wa binadamu, anaruka naye, anaondoka naye kwa kulipiza kisasi. Stori tulioipata kwamba wale watoto waliiba ki, ki, walichukua kitundu cha ndege wa yule ndege mkubwa. Kwa yule ndege alifatilizia mpaka akajua watoto wake wako wapi. Leo ndege anamchukua mtoto ili yule mama na baba wapate uchungu kama aliopata yeye kuchukuliwa watoto zake. Sasa jamani, tunafanyaje? Hapa kijijini kwetu ndio tushaingiliwa na midege ya ajabu, tunafanyaje? Wale wakubwa wakasema, cha kufanya amna cha msingi, ili tulikomeshe hili, lazima pale shambani wakae wakubwa na wasikae watoto, kwa maana tushaona tayari kuna hatari kubwa ya watoto wale kuchukuliwa. Kwa sababu yule mtoto wa kwanza kachukuliwa, kaenda wapi mpaka leo hatujui, na huyu wa pili alikuwa anapelekwa wapi hatujui. Kwa mfano sasa, hawa watano waliobaki, wakienda na wao wote watachukuliwa na ndege. Je, tumrudishie ndege vitoto vyake? Hii hali itaisha ama twende tukalinde, wakubwa? Akaitikia mbaba mmoja akasema, sawa, tutamchukua mkubwa akalinde ndege. Je, nani ataenda kazini? na kama tunamchukua huyu mkubwa akalinde ndege, mwanamke, nani atafanya kazi za nyumbani? Watoto ndio tunajua, zamani tunalinda ndege shamba, tunalinda tumbili, tunalinda nyani, tunawalinda mpaka jioni, tunarudi nyumbani, wazazi wetu tunakuta washapika chakula, tumewekewa, tunakula, tunakoga maji tunapumzika. Leo wakubwa wakalinde ndege shamba, na kazi za nyumbani atafanya nani? Tunafanyaje? cha kufanya watoto wakalinde ndege shamba, wakubwa wabaki nyumbani. Sasa yule ndege anayechukua watoto tufanyaje? akaitikia mbibi mmoja akasema, tumrudishie kwanza watoto wake wachukue, halafu tutaona, je, atawachukua watoto wa mtu na asipowachukua basi watoto wataendelea kulinda ndege, na tukiona anachukua tena binadamu basi tunajua ili ni gharika limekuja, ili, mekuja, ili kutu, kutuchukulia watoto wetu tushindwe kufanya kazi zetu, au ili ni gharika ambayo imekuja kutuangamiza katika kijiji chetu. Basi yule mama kauli yake ikapita na yule baba, wakachukuliwa wale ndege wakawekwa juu ya nyumba. Yule ilivyofika saa 12 ule ndege akaja kwenye ule mji. Akakuta kitundu. Akaimba nyimbo, watu hawakumjibu. Akaona hapa hakuna kitu. Akachukua watoto wake, maana na yeye tayari alishajenga hofu ya kujua kwamba na mimi sasa nawindwa. Sasa hii hofu hii, ngoja niimbe, nione watoto watanijibu, na kama watoto wakinijibu, basi hapa wakubwa wapo, na kama watoto hawatanijibu, basi hapa hakuna mtu. Basi akaimba nyimbo yake, ni watoto mnalinda nini? Ni watoto mnalinda nini? Kimya, hakuna aliyemjibu. Akarudia tena, wazazi mnalinda nini? Wazazi mnalinda nini? Kimya, hakuna aliyemjibu. Basi akashuka kwenye nyumba, kishindo kikubwa, akatua, akachukua watoto wake, akabeba na kitundu, akaruka, akaondoka nacho msituni. Alivyoondoka nacho msituni, wakubwa wale wote wakatoka nje, wakamwona yule ndege anaondoka na watoto wake. Kesho kulipofika asubuhi, wakubwa wakarudia, wakarudia tena zoezi lao, kwa sababu wazee wa zamani wana tabia kufatilizia kitu wakione kina hasari gani. Basi wakaenda watoto wakaenda watoto shamba, wakubwa wakapitia kujificha. Ule ndege akaenda mpaka shamba, akachunguza, akaona watoto wamekaa pale chini, akaona wakubwa hawaoni, akaimba tena ile nyimbo. Watoto mnalinda nini? Ninyi watoto mnalinda nini? Watoto kimya, wakanyamaza. Watoto wa zamani walikuwa wakiwasikiliza sana wakubwa wao. Wakasema hivi wakubwa, mbona jana walinyamaza Mwaona watoto wa zamani kidogo tuna tofauti na watoto wa siku hizi. Watoto wa zamani walikuwa wanafuata nyenzo za wakubwa zao na ndio maana watoto wa zamani walidumu kwanza kwa miaka mingi. Halafu watoto wa zamani walisikiliza sana wazazi wao. Watoto wa zamani walikuwa wanaishi kwa hisia. Matendo wanayoyaona kwa wazazi wao walikuwa hawatoki nje ya mada kutokuwa sikiliza wazazi wao. Wakanyamaza kimya. Yule ndege akarudia tena kuimba ile nyimbo. Akarudia tena na tena, wale watoto hawakujibu, wakanyamaza kimya. Basi walivyonyamaza, yule ndege akaruka, akarudi msituni, akaondoka. Wale wazazi wakatoka kule msituni na furaha kubwa sana, wakashangilia Watoto wakafurahi wakajua, kumbe tulikuwa tunalindwa na wazazi hapa jirani, na wazazi nao wakashukuru kuona watoto wao hawajabebwa na ndege. Kwa hiyo hadithi yetu nzuri inatufundisha kwamba tunapoona kitu cha ajabu katika huu ulimwengu wetu, kwanza lazima tutaharuki, halafu tufanye mipango, halafu tushirikiane, halafu tutengeneze umoja wetu, halafu tukishatengeneza umoja wetu tujue sasa ile gharika tutalishinda vipi, tutengeneze miundo mbinu ya kulimaliza lile gharika ambalo linakuja kuwachota watoto zetu. Kwa hiyo hata sasa basi tutengeneze umoja wetu, tuangalie kizazi chetu, tuna kihendo vipi, ili kirudi katika maadili yetu ya zamani. Hadithi yetu inatufundisha hivyo, kwamba wazee wetu zamani walikuwa hawakubali kushindwa japokuwa walikuwa hawana silaha kali, lakini walichokuwa nacho ndicho walichokuwa wanakiweza kukitumia. Kwa hiyo kupitia Urisi TV na mimi MC Dogodogo Kungwi wa Afrika na United Kingdoms of Africa. Bye, bye.